Nikupongeze sana mheshimiwa DC, nikupongeze sana mwenyekiti wetu wa bodi yetu ya ushauri hapa LITA. Wakati napewa taarifa, nimesikia hazikutumika zote, kuna pesi, pesa zimebaki. Hongereni sana sana sana kwa matumizi mazuri ya fedha, kwa usimamizi mzuri wa ujenzi ule, kwa sababu huwa ni mara chache sana wanakwenda kuzindua mradi kuambiwa kuna fedha zimebaki. Huwa tunaambiwa kuna pesa fulani hazijatosha, tunaomba mtuongezee, lakini kwenu mmesema fedha zimebaki na majengo yamekamilika na yanatumika kwa sasa. Pongereni sana sana kwa kazi nzuri hii. Ndugu <laughs> washiriki, maboresho haya ya miundombinu katika kampasi yetu hii ya Mpwapwa ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuhakikisha vyuo vya mifugo vinatoa mchango wake stahiki katika kutoa mafunzo ambayo yataleta tija na mabadiliko ndani ya sekta yetu ya mifugo, na kuhakikisha sekta hii inazidi kuchangia zaidi katika kuongeza idadi ya udahili wa wanafunzi wetu na kuongeza idadi ya wataalamu wa utoaji huduma za mifugo hapa nchini lakini kuongeza fursa za ajira kwa vijana wetu pamoja na wanawake wote wanaohitimu hapa na hatimaye kuongeza pato katika kaya na taifa letu kwa ujumla. Ni wazi kabisa yale ambayo nimejifunza kuanzia kule kwenye shamba letu la ng'ombe wale wa maziwa, mitamba ile, lakini nikafika nikaona watoto wetu wapo katika kituo kile cha kutotolea vifaranga vya kuku na mwisho nikafika kwenye kuku zenyewe. Hii ndiyo kazi aliyoamua kuifanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Alipoingia madarakani miaka minne iliyopita, alisema anazipa kipaumbele sekta za uzalishaji kwa sababu sekta hizi ndio zinagusa mwananchi moja kwa moja, na hasa mwananchi yule wa kawaida kabisa. Nitoe pongezi kwenu wanafunzi wote mnaosoma katika chuo hiki cha Mpwapwa, pamoja na kampasi zingine zote za wakala, na mkumbuke kuwa Watanzania wanawategemea sana ninyi. Mtakapohitimu hapa, mweze kuwa na ujuzi stahiki, hivyo someni kwa bidii sana Jifunzeni kwa vitendo, ukirudi kule nyumbani, tuiandae jamii yetu iondoke kwenye ufugaji wa asili, twende kwenye ufugaji wa kibiashara.